Ni saa saba kamili saa za Afrika ya Mashariki popote ulipo mpenzi msikilizaji karibu katika habari zetu kiukamilifu awamu ya saa saba jina langu ni Collins Imito Tuanze na taarifa zetu ambapo onyo kali imetolewa kwa magenge hatari ya vijana katika maeneo ya Bumala na Funyula katika kaunti hii ya Busia, ambao wamekuwa wakijihusishwa kwa wizi na kuangaisha wananchi nyakati za usiku. Kamishina wa kaunti ya Busia, Machaunga Chaunga, anasema kuwa serikali ipo imara na vitengo vya usalama katika kaunti ya Busia vimeimarishwa na hivyo haipo tayari kupeana wahalifu nafasi ya kuangaisha raia. Hata hivyo marai wazazi kwa kuwa mstari wa mbele katika kujum, kujukumika kwa malezi bora ya wanao. Na tunaonya vijana kwamba lazima wachane na vitendo vya uhalifu. Iwapo wataendelea kufanya vitendo vya uhalifu, hatua za kisheria zitachukuliwa, na safari hii hatutabembelezana. Ikija swala la na kuweka amani, hiyo kwetu ni priority, hiyo kwetu ni lazima, yani kivyovyote, kutumia mbinu zozote, kutumia uwezo wowote, kutumia nguvu zozote, lazima tuhakikishe kwamba nchi hii iko na amani, kwa sababu hilo ni jukumu letu. Na tunaonya vijana kwamba lazima wachane na vitendo vya uhalifu. Iwapo wataendelea kufanya vitendo vya uhalifu, hatua za, za kisheria zitachukuliwa, na safari hii hatutabembelezana. Ikija swala la kuweka amani, hiyo kwetu ni priority, hiyo kwetu ni lazima, yaani kivyovyote, kutumia mbinu zozote, kutumia uwezo wote, kutumia nguvu zozote, lazima tuhakikisha kwamba kwa nchi hii iko na amani, kwa sababu hilo ni jukumu letu. Wakati nawaonya vijana pia, nataka kuambia wazazi kwamba nyinyi wazazi mna jukumu kubwa sana na kuhakikisha kama vijana wetu hawaingii katika masuala ya utovu wa nidhamu, kwa sababu ile mtoto anayezunguka usiku na panga lazima ametoka kwa nyumba, lazima ametoka kwa kijiji, lazima ametoka kwa sublocation. Wazazi wake wako wapi? Jamaa yake wako wapi? Kwa sababu hatuwezi kulaumiana wakati sisi wenyewe tunaona mtoto anatoka na panga, tunaona mtoto usiku mzima apatikane kwa wapi, na sisi kama wazazi hawatoke kuchukua jukumu na tusalie hapa Busia, ambapo tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC linapoendelea na, linapoendelea na zoezi la kuwasajili wapiga kura wapya kote nchini, wito umetolewa kwa wananchi kutoka kaunti hii ya Busia kujitokeza kwa wingi na kujisajili kama wapiga kura. Mwanahabari wetu Emmanuel Juma na kina cha taarifa hiyo, na kamishna wa kaunti hiyo wa Chaunga Chaunga wamewataka maafisa wa utawala kwa ushirikiano na wale wa serikali ya kaunti kuhamasisha wananchi na kuwasaidia katika kujisajili kwa naomba hakuna silaha ya siasa ambayo sio kura. Tukitaka ruta pate tuta lazima tutakuwa na kura, hata ukitaka kutoa lazima mo kuwe na kura. Mwaambie hapa registration yetu iko chini sana, na tunawasihi tusije tukalalamika. 2027 iko karibu kwamba hatuna kura. Tunataka administrators wetu wote, popote pale walipo, kuhakikisha kwamba wanaongea na watu wanafahamisha na wanapeleka msukumo kwamba watu waweze kufanya registration kwa ile from door to door. Kama mtakuwa shida, tutafute njia kufasi hata hivyo kulingana na afisa mratibu wa tume huru ya uchaguzi IEBC katika kaunti ya Busia Carol Omoto ni wapiga kura elfu moja pekee wapya ambao wamejisajili tangia kwanza kwa zoezi hilo kote Busia tume hiyo ikilenga kusajili watu elfu kumi na mbili katika ile target tulipewa kama Busia sauti tume tumerejesta watu elfu moja peke yake, na ilihali kuanzia nove kuanzia wakati tulipoanza kufikia Disemba tunatakikana tuwe tumeregesta watu elfu kumi na mbili peke yao. Imajini. Shukrani, Emmanuel Juma, Juma, kwa kina cha taarifa hiyo. Naam, tusonge mbele ambapo wakurugenzi wa vyama vya ushirika kutoka eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma wamewalaumu maafisa wa usalama kutoka eneo hilo wakilewa wanachodai ni kushirikiana na madalali wa kahawa kutoka taifa jirani la Uganda wanaonunua zao hilo kwa wakulima. Wakiongozwa na Masibo Cheshiare, wanasema licha ya wakurugenzi hao kushiriki kikao na vitengo vya usalama kuhusu namna ya kudhibiti madalali hao, imebainika kuwa maafisa wa polisi wamekuwa wakipokea hongo kutoka kwa watu hao na kuwaruhusu kusafirisha kahawa hadi nchi ila Uganda. Wakulima hao sasa wanataka, wanataka waziri wa usalama kwa kuwahamisha madalali hao kutoka eneo zima la mlima Elgon kulindwa na mali yake, lakini sisi mantego hatulindwa na mali yetu. Mali yetu nyingi inaenda Uganda, so tungependa ukuwaria special kuleta security wale wako saizi a, a, kwa sababu tumefanya mikutano kikao mingi na hawa lakini hawajawahi tufanikiwa wa mambo ya kawa bado inaenda aa, mambo ya kawa imekuwa mbaya sana, na hizi kawa zinapita hata hatati mbele ofisi ya county commissioner, sub county commissioner na chief DCI, achtas wakiona tu kahawa ikienda ng'ambo hii. Tunaomba cabinet secretary, ingewezekana hii security imecompromise na wale watu ambao wanasimago kawa wakipeleka inji ya Uganda, na tunaambia tunaambiwa wanalipwa hata shilingi mia mbili ikiti kimoja. Kama serikali ya Kenya, tuaona poleza ushuru mingi sana ukaamba adela Uganda sababu hiyo ushuru nengetumika kuandika watu kazi hapa Kenya na barabara zingejengwa lakini, unaona tugapoleza ushuru mingi wakaaitikona Uganda na tusalie kule, uh, eneo zima la mlima Elgon ambapo vijana kutoka eneo bunge la mlima Elgon katika kaunti hiyo ya Bungoma wameshauriwa kujiunga na taasisi na kujiunga na taasisi za mafunzo za kiufundi ili kupata ujuzi wa kujiendeleza kimaisha. Mwanahabari wetu Apiton basi na kina cha taarifa hiyo. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Cheptais akizungumza kwenye sherehe za mashujaa katika uwanja wa shule ya msingi ya Mlatiwa. Amesema ulimwengu wa sasa unahitaji ujuzi kukiendeleza kimaisha, wakati watakao wananchi kushirikiana kwa karibu na vitengo vya usalama. aidha na ujumbe wa amani na wazazi kulinda wanao vyema wakati wakiwa nyumbani palikizo, pamoja na kuandaa so, so, pa, pa, vyema kwa ajili so, um, ya michezo ya kitaifa kitawala watu wengi wa viongozi wa utawala sio kama wa okay. Wo vile watu wengi wanaongea, hatukiwa na amani, tutaweza kuendelea kwa njia tofauti tofauti, na watu wakue kitu kimoja, au sichukie meza na tuchume watoto wetu leo ni mashujaa, na tunataka hata watoto wetu wakue mashujaa. wadi ya Chesia kwenye bunge la kaunti ya Bungamajakosero, akitoa wito kwa serikali kuhakikisha wananchi wa wadi hii wanapata huduma kwa karibu na kumtambua kwa siasa. Kituo cha polisi cha Chesia kipirisila kati kwa shujaa kutokana na utendakazi wake

Shukrani Abiton Mbasi kwa kutuandalia taarifa hiyo. Unasikiliza 89.9 Busia Border FM. Naam, tusonge mbele ambapo huku zoezi la kuajiri makuruto wa jeshi la ulinzi la KDF likiendelea katika sehemu mbalimbali humu nchini vijana katika kaunti ya Tranzoia wamejitokeza kwa wingi kushiriki kwenye shughuli ya usajili ambayo imeingia siku yake ya tatu. Akizungumza wakati wa zoezi katika kaunti hiyo, Liteni Kanali Amane Masa amesema kuwa KDF inatumia teknolojia ya kisasa kuhakikisha uwazi na uadilifu unazingatiwa kiukamilifu katika mchakato huo wa uajiri. Aliongeza kwa kusema hatua hiyo inalenga kuepusha mianya ya udanganifu na kuhakikisha kuwa ni vijana wanaostahili pekee watakaojiunga na wanajeshi. Zoezi hilo linafanyika maeneo sita ndani ya kaunti ya Trans Nzoia, ikihusisha vijana wenye umri wa kati ya miaka kumi na nane hadi ishirini na sita. 89.9 na uh, uh, uh, so, uh, haya ya kijeri kwingineko, ni kwamba baadhi ya viongozi na wakazi katika kaunti ya Kisumu wametaka kuwepo kwa sanamu ya marehemu Raila Odinga kama kumbukumbu ya mchango wake katika taifa la Kenya. Akizungumza mjini Kisumu wakati wa sherehe za Mashujaa katika uga wa Jaramogi Oginga Odinga hapo jana, kiongozi wa wengi katika kaunti ya Kisumu Seth Ochieng alisema kuwa watakaa chini kama bunge la kaunti ya Kisumu na kupitisha bajeti itakayoshughulikia kujenga kwa sanamu hiyo. Aidha, alisema kuwa wao kama jamii na wakaazi wa Nyanza watasalia ndani ya serikali

89.9 Busia border FM. Na serikali ya Kenya imeanzisha rasmi mchakato wa kurejeshwa nchini kwa mwanajeshi wa Uingereza anayetuhumiwa kumuua Agnes Wanjiru huko na Nyuki zaidi ya miaka kumi iliyopita. Kulingana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, ombi la kurejeshwa nchini tayari limetumwa kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambayo ndiyo, ambayo ndiyo mamlaka kuu inayohusika na kupeleka maombi hayo Uingereza mahakamani mwanasheria mkuu alithibitisha kwamba alituma nakala mbili halisi na nakala laini ya hati za uhama, za uhamisho mnamo Oktoba tisa mwaka elfu mbili ishirini na tano kupitia kupitia njia rasmi za kidiplomasia Hati hizo zilikubaliwa na kugongwa na kugongwa muhuri kama ilivyopokelewa na mamlaka ya Uingereza mnamo Oktoba 13 mwaka 2025. Upande wa mashtaka uliomba kutajwa Januari mwaka elfu mbili ishirini na sita ili kuthibitisha hali ya kukamatwa na kujisajilisha kujisalimisha kujis kwa mtuhumiwa huyo huko, akihakikishia familia kuwa inafa, inafa, inafanya kila liwezalo kusogeza shauri hilo mbele. Agnes Wanjiru alitoweka mwaka elfu mbili kumi na mbili na mwili wake baadaye ulipatikana kwenye tenki la maji taka karibu na hoteli moja huko na Nyuki ambapo wanajeshi wa Uingereza walikuwa wakipewa mafunzo. Hata hivyo, hakimu Alexander Mteti aliagiza kwamba kesi hiyo itajwe kila mwezi ili kufuatilia maendeleo, akikataa mapendekezo la upande wa mashtaka la kushinikiza kutajwa tena hadi Januari. Nachukua mapumziko mafupi, mpenzi msikilizaji, kisha nitakuwa na rejea na habari rubaa ya kimataifa za kina za Sikiliza Radio. Busia Boda FM. Na kwenye rubaa ya kimataifa ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amelionya kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas kuwa litaangamizwa ikiwa litakiuka mpango wa kusitisha vita huko Gaza. Hata hivyo, Trump amesitiza kuwa atatoa anatoa nafasi kwa kundi hilo kuheshimu makubaliano hayo na, na ameitoa kauli hiyo wakati akimtuma leo nchini Israeli makamu wake JD Vance ili kuungana na wajumbe wawili wakuu wa Marekani, Steve Witkoff na Jared Kushner kujadili hali inayoendelea huko Mashariki ya Kati. Baadhi ya ghasia ya, ya hivi karibuni. Makubaliano hayo ya kusitisha vita, vita Gaza yalisimamiwa na Trump yalianza kutekelezwa Oktoba tarehe kumi mwaka elfu mbili ishirini na tano yalikuwa hatarini kuvunjika, baadhi ya wanajeshi wawili wa, wa Israeli kuwawa kusini mwa Gaza na kupelekea Israeli kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Hamas na kusababisha vifo vya Palestina wapatao arobaini na tano. Unasikiliza 89.9 Busia Border FM. Na, msikilizaji, taarifa hiyo kutoka rubaki ya kimataifa huko Gaza ndio inatuhimiti tunafika kikomo cha habari yetu awamu ya saa saba kiutendeti. Awamu ya saa nane nitarejea na muktasari. Mimi ni Collins Imito, mwisho wa habari za Busia Border.